Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali kwa mwaka unaoishia tarehe 30 Juni 2024 alifanya ukaguzi kwa Halmashauri ya Mji wa Geita na ripoti ya ukaguzi kuwasilishwa kwa, kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mnamo tarehe 28 mwezi wa 3 2025 na baadaye kuwasilishwa bungeni tarehe 15 mwezi wa 4 2025 kwa kwa ajili ya kujadiliwa hesabu za fedha za mwaka unaoishia 2023 2024. Halmashauri ya mji wa Geita ilipata hati inayoridhisha kwa maana unqualified opinion. Tuna kila sababu ya kujivunia kazi tuliyoifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie fursa hii kuwapongeza sana halmashauri ya manispaa ya Geita kwa kupandishwa hadhi kutoka halmashauri ya mji wa Geita na kuwa halmashauri ya manispaa ya Geita. Hongereni sana pia niwapongeze kwa kukaguliwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 2023/2024 na kufanikiwa kupata hati safi. Hongereni sana. Natambua kwamba hati safi haipatikani kwa bahati. Hati safi ni matokeo ya kazi kubwa ambayo mmeifanya kwa ushirikiano kuanzia viongozi wetu kule TAMISEMI, ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi ya mkuu wa wilaya, waheshimiwa madiwani, uh, watendaji wetu kwa maana ya wataalamu wetu, lakini pia na wananchi kwa ujumla. Mstahiki Meya, ni wapongeze pia kwa namna ambavyo mnaendelea kusimamia ukusanyaji wa mapato ya ndani, ya ndani ya halmashauri kwani hadi kufikia Juni sita 2025, halmashauri yetu ilikuwa imekusanya shilingi bilioni 18.8 sawa na asilimia 94.56 ya makisia shilingi bilioni 19.9 kwa mwaka huu wa fedha 2024-2025. Ni imani yangu kuwa kwa muda uliobaki tunaweza kufikia asilimia mia moja au zaidi. Nawapongeza sana pia kwa namna mnavyoendelea kusimamia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo . Sisi tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa awamu ya sita, Dkt. Samia Suluhu Hassan. Ameitizama manispaa ya Geita kwa moyo wa upendo mkubwa sana. Ni hivi majuzi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumetoka kusaini mkataba wa ujenzi wa stendi mpya ya bilioni kumi na tisa. Nimshukuru mkuu wetu wa wilaya. Amefanya kazi kubwa sana yeye na ofisi yake yote wakisaidiana na baba yetu katika utawala wa wilaya. Nisije nikakosa heshima nisipomshukuru sana arasi wetu. Amefanya kazi vizuri sana na tunaendelea kufanya naye kazi nzuri. Kipekee tumshukuru mkurugenzi wetu pamoja na wataalamu. Mkurugenzi wetu huyu ana mwaka mmoja. Amefika hapa tunakusanya bilioni kumi na nne lakini leo tunaamini kufika juni thelathini tutakuwa tunakusanya bilioni kumi na tisa mpaka bilioni ishirini kwa hiyo sisi madiwani tunamshukuru sana mkurugenzi pamoja na watalii